Asanteni sana wajane wa ndugu yetu Cyrus Jirongo na watoto wake, Prime Cabinet, Mheshimiwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, spika, viongozi wote wa tabaka mbalimbali, viongozi wa kanisa, wananchi wa Lumakanda Lugari Watiriki, Kakamega, Wakenya wenzangu, hamjambo nyote? Hamjambo tena. Asanteni sana. Yangu haitakuwa mengi. Tumekuja hapa siku ya leo kusindikiza ndugu yetu rafiki yetu mheshimiwa Cyrus Jirongo tumejuana miaka mingi kwa siasa na kwa mambo mengine. Nataka mimi kutoa ushahidi wa kweli ya kwamba Jirongo alikuwa rafiki wa wote. Jirongo hakuwa Mkenya wa ukabila. Jirongo alisaidia kila mtu na Jirongo hakuwa mtu ambaye alikuwa anasahau marafiki wake. Jirongo pia alikuwa simba, sio mtu wa kuogopa ogopa. Kama unaweza kupiga picha ya kijana ambaye hata hakuwa amefikisha miaka thelathini, lakini wanaonana macho kwa macho na mzee Moi na mzee mmoja na keti na anamsikiliza. Mnajua ya kwamba Jirongo hakuwa mtu hivi hivi, he was a man of courage, he was also a brilliant business mind kutoka zamani na mtu mkarimu ambaye hakuna mtu ambaye alikuwa nawacha nyuma na akiona shida ilikuwa shida yake pia. Kwa hivyo kama taifa, tumepoteza kiongozi. Kama taifa, mimi naamini tumepoteza rais, kwa sababu he had the capacity ya kuwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kama taifa tumempoteza kiongozi ambaye alipenda amani na umoja ya wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Mimi mwenyewe, Jirongo ndio aliniingiza katika chama cha KANU, na sitaki kusema alifanya hivyo kwa njia gani, lakini ye mwenyewe ndio aliniingiza na kutoka wakati huo mimi nimetembea vyama vingine tofauti tofauti, lakini uhusiano wetu haukuharibika, kwa vile wale ambao wamesimama hapa siku ya leo wakisema ya kwamba kama kuna mtu ambaye alikuwa custodian na kuheshimu multi-party democracy, that was Cyrus Jirongo. Cyrus alijua maana ya demokrasia maana ya kuheshimu vyama vya kisiasa, maana ya kufanya kazi na watu wa vyama vingine bila kuvunja vyama vyao. He respected the political space that was created in this country with a lot of struggle that multi-party, uh, space. Na kama sisi pia tuwataka kumheshimu, wacha pia tu respect space hiyo. Tukisema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi tuheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Tunaelewana na ndio tuweze kushirikiana kulingana na sera na mimi naungana na wale ambao wanasema kama viongozi wa Western, shikaneni ketini, muongee mujadili, nyinyi ni wakenya kama wale wengine. Mkishajadili jadili mutaongea na wengine kutoka sehemu mbalimbali mbali na mujue barabara ya nchi yetu mwataka iende vipi? But that does not mean you kill the spirit of multi-party democracy. Hiyo lazima tuizingatie na tuzingatie mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo wale ambao wamebaki kwa chama chake nimeona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia kusima na, na, na, inyo party. Inyo party hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati, kun, nakuambia jameni wa Kenya tume-, naona mtu mtu mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule, anataka kujipendekeza lazima atafute mtu aseme, unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi, unda na usimamishe chama chako, kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus, sio kuzungua huko huko huko huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy. And we want the will of the people to be that that shall prevail. Ama ni namna gani, wenzangu? Si yeah. Si ni namna hiyo, yeah. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza yeah. Yeah. E, hatuogopi. Hatuogopi. Hatuogopi la ya, tuheshimiane, tuheshimiane sina namna hiyo. Cyrus aliheshimu wote ya? Mimi namheshimu, naheshimu chama chake. Wale wengine wafanye hivyo hivyo. Hiyo ndiyo njia ya kujenga taifa letu, lakini siyo siasa duni. Kwa hayo machache na mengi, nasema kwa familia, tukiwa pamoja na rafiki yangu hapa Gideon. Tunajua pia sisi vile tutasaidiana, we will not forget you, we've been actually talking about it, na tutajua hata sisi ni wapi ambapo tutaweza kusaidia na kuhakikisha ya kwamba tunasimama pamoja nanyi. Kwa ndugu yangu nasema, lala salama, upumzike. Kazi mingi ambayo umefanya na sisi na Wakenya kwa jumla Hawata kusahau. Mungu nawabariki, asanteni sana.